Tunakuja mbele yenu tena nikiwa na mkurugenzi wa Karibu Kili Fea, ukiwa msimu mwingine tena elfu mbili na ishirini na tano Karibu Fea kufanyika hapa katika viwanja vyetu vya Kisongo alimarufu Magereza. Watu wote tunafahamu nini kinatokea kwenye Karibu Fea, lakini mwaka huu ni mambo tofauti. Tumepanda viwango moja, tumeongeza idadi ya washiriki mwaka huu, tuna makampuni zaidi ya 500 yatakaoonyesha katika mnyororo wa thamani wa sekta yetu ya utalii. Watoaji wote wa huduma katika sekta ya utalii, yawe ni magari, ziwe ni baluni, yawe ni mahoteli, chochote wanachokijua ambacho kinahitajika katika mnyororo mzima wa thamani wa utalii kinapatikana katika, katika msimu mwingine wa 2025 viwanja vyetu vya Kisongo Magereza, kwenye tukio la heshima, si tu katika mkoa wetu wa Arusha bali katika ukanda wa Afrika Mashariki. Ni tukio zito kubwa, linalojumuisha makampuni zaidi ya 500 na zaidi ya nchi 40 zinahudhuria kuanzia tarehe 6 7 nane kuonyesha mnyororo mzima wa thamani katika sekta yetu ya utalii. Ni fursa kubwa kwa wananchi wa mkoa wa Arusha, ni fursa kubwa kwa Watanzania na ni fursa kubwa kwa wanaafrika Mashariki. Fursa hii ni fursa ya kiuchumi, ni jukwaa linalokukutanisha wewe mtoa huduma na mteja wako, ili kuhakikisha kwamba katika sekta hii ya utalii, hususan mnyororo huu wa thamani ambao Daktari Samia ndio chagizo unaleta tija katika maisha yako. Karibu Kili-Fair imekuwa na mafanikio makubwa sana na mwaka huu 2025 tunaenda kwenye viwango vya hali ya juu sana. Nawapongeza waandaaji na na wamiliki wa Karibu Kili-Fair tukiongozwa na mkurugenzi wetu hapa Dominic. Lakini na entire crew kuhakikisha kwamba maandalizi mpaka leo hii siku ya Jumatatu tarehe mbili yamefikia asilimia sabini. Fursa hii ni kubwa, tutakuwa na wageni wa nchi 40 na kuendelea tutakuwa na makampuni zaidi ya mia tano. Ni waombe wana Arusha, kuanzia ndugu zangu wa bodaboda, ndugu zangu wa bajaji, madereva taxi, wenye migahawa, wenye hoteli, tuwahudumie wageni wetu kwa ukarimu mkubwa, tukijua ya kuwa huduma ikiwa bora na njema, watarudi tena na tutatengeneza pesa tena. Pesa hutengenezwa kwa huduma, kwa kuwa kila mtu anaweza kuwa na bidhaa ulionayo lakini utofauti wake na wewe ni namna ambavyo mwananchi au mteja unavyomhudumia. Tukutane tarehe sita tukiwa na mgeni wetu rasmi Daktari Doto Mashaka Biteko, na kama unavyojionea tuko asilimia zaidi ya sabini za maandalizi ya onyesho hili ambalo siku ya Alhamisi tutakuwa tuko asilimia mia moja na Ijumaa tutaanza rasmi onyesho letu, na tunawakaribisha wananchi wote kuja kujitazamia fursa nyingi hapa viwanjani, uh, viwanja vya Magereza, na kiingilio ni shilingi elfu kumi kwa mtu mzima, na kwa watoto shilingi elfu tano Usibaki nyumbani, elimu ni kubwa sana, na thamani ya, ya, ya wewe kufika katika viwanja hivi ni kubwa. Kwa hiyo njoo, jitazamie. Kuna michezo ya watoto, sehemu za kucheza ni kubwa sana, kuna burudani tofauti tofauti, na kuna vyakula tofauti tofauti. Kwa hiyo hata kama wewe ni mtu ambaye unapenda starehe kidogo, ni sehemu ya mtoko.